Watumishi wa Mungu, ninyi ambao mmezoea kuitwa na waheshimiwa, ninyi msigeuke kuwa wajipendekezaji mnapopata nafasi hiyo kupaa na waheshimiwa. Waambieni ukweli, ninyi watumishi wa Mungu, ninyi maskofu, ninyi mnaopenda kwenda kula vitu vya Ikulu, ninyi na msemi ukweli juu ya taifa, ninyi siku moja mtasababisha mabaya makubwa sana kwenye taifa hili. Mtumishi wa Mungu si mnafiki. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa kuokoa nchi na mtumishi wa Mungu. Eni serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, msiwatumie watumishi wa Mungu vibaya. Taletalana si watu pabasha, wa kuwapabasha na kuwaletaleta vipindi vyenu vya uchaguzi karibu, ili kuwatumikisha mawazo Wacheni wasimamie kusudi la Mungu, waliombee taifa, wasimame kama nabii na mitume wa kweli, wenye kutamka sheria za aliye hai, wenye kuona hatari na kuisema. Mmekula vitu vya Ikulu, ninyi maaskofu na ninyi wachungaji, mkapuka chini, uwezo wenu ukaibiwa, mmekosa nguvu na ujasiri wa kusaidia nchi. Nataka tu mnaongea vipindi vitu vya ajabu wakati mmepewa nafasi kwenye taifa